Makamu Mwenyekiti wa Kamati ya Uchaguzi TFF Wakili Benjamin Kalume amezungumza kuelekea katika matukio ya uchaguzi ya bodi ya ligi kuu Tanzania Bara. Kwa hiyo kwa mujibu wa, wa kalenda ya matukio ya uchaguzi tunaanza na zoezi la kuchukuaji wa fomu. Uchukuaji wa fomu, tunaanza kuchukua fomu kuanzia tarehe mbili ya mwezi wa kumi mpaka tarehe sita na mwisho wa kuchukua amini wa kuchukua na, ku, na kurudisha fomu itakuwa ni mwisho tarehe sita saa kumi jioni, ndio muda ambao wa kurudisha fomu na kamati itaweza kukaa kwa mchujo wa awali kuanzia tarehe saba mpaka tarehe tisa na kuna kipindi cha kupokea pia mapingamizi ambacho kipindi hicho ni kati ya tarehe kumi na mbili mpaka kumi na nne endapo yatakuwa yame yame yame yameainishwa na wagombea na pia tarehe kumi na nane mpaka kumi na tisa ni kipindi ambacho cha usahili kwa wale ambao kama kulikuwa kuna pingamizi yalishakuwa yamejadiliwa na basi wataalikwa kwa ajili ya usahili kati ya tarehe kumi na nane na tarehe kumi na tisa. Kwa hiyo mlolongo unakwenda mpaka inafika tarehe ishirini na tatu mwezi wa mpaka ishirini na nane kipindi ambacho huwa wanafanya kampeni, ikiwa tayari kama kuna ishu za kimaadili, kuna rufani, kuna eh, mengi tu ambayo matukio tumeainisha. Nafikiri nakala hii ita, ita, itawasilishwa kwenu ili muwe na kumbukumbu ya kufuatilia kitu gani kinaendelea. Sasa katika uchukuaji wa fomu kuna gharama ambazo zimeainishwa kwa mujibu wa kanuni. Kwa nafasi ya mwenyekiti na makamu mwenyekiti, gharama ya kuchukua fomu ni shilingi laki mbili, shilingi za Tanzania laki mbili. Nafasi za wajumbe wa kamati ya uongozi gharama yake ya kuchukua fomu ni shilingi laki moja za Kitanzania, na fomu zitaanza kutolewa tarehe mbili mpaka tarehe sita mwezi wa kumi ishirini ishirini na tano, na zitapatikana katika ofisi za TFF pamoja na tovuti ya TFF. Jambo la kuzingatia ni kwamba kwenye huu mu, mu, uh, kwenye uchaguzi huu, wahusika wakuu ambao wameainishwa kwa mujibu wa kanuni ni vilabu vya ligi kuu ya NBC pamoja na NBC Championship pamoja na First League. Kwa hiyo wawa ni watu ma, maalumu wawa, ni vilabu tu peke yake ambavyo wanahusika sasa. Mpaka kuja kufikia uh, uchaguzi kuna matukio ambayo yameainishwa kwenye kalenda ya uchaguzi. Ikumbuke kwamba uchaguzi wetu utafanyika hapa hapa Dar es Salaam mnamo tarehe ishirini na tisa mwezi wa kumi na moja ishirini ishirini na tano.